Kwanza kilikuwa kocha wetu tu mbovu. Yaani yaani, afanya sababu alikuwa hawezi. Kufanya sababu alikuwa hawezi. Situko hapa, unamtoa nani Islam, wenda unataka vipi? Sasa ishamwenda tayari pumzi kisoda na ndio maana akataka akataka fair na na kocha. Baada ya sare moja ikawaje, kocha afukuzwa kikwazo kilikuwa kocha kocha mtaki muda mrefu mwelekeze. Yani, kikwazo kilikuwa hiyo. Goba sio kiwango cha Yanga, bali ule ni mgomo baridi. Ah, ah, yeah. Yanga sasa hivi ni kiukweli kabisa Yani, ina timu bora, sikuficha ndugu yangu, ila uh, kocha ndo alikuwa na mtandao eh yeah? bora kwa nani eh yeah? bora kwa nani? Tukisema Simba Simba, simba kesi tunafunga tu sisi, tuangalie kimataifa. Jana jana ndo wamefika, timu zimefika jana, si ndio eh? timu zimefika jana zote, afu zimefika muda mmoja semaje? yes, yani tukiongelea Simba mimi, si tukiongelea Simba kwa sababu Simba anko mwamba uani anko eh, jana wewe, kuna kauli moja hapa nataka niwekee uzito, ndio jana jana si usiku timu yeah, zimefika kwa wakati mmoja. Simba amefika muda huo, mm, mm. mm. na Alikamwe aliojiwa akasema tumefungwa, lakini nilivyofika airport sikutegemea kama ningekutana na ndugu zangu. Kwa hiyo nimefarijika, kwa sababu hawa ndo wanyonge wetu. Yani nimejisikia raha baada ya kukutana na watu ambao tunawafunga kila wakati. mm. Kwayo, kwa hiyo dream ya Yanga kumfunga Simba. Ah, sina maana hiyo. Kwanza kabisa Wanayanga wenzangu hmm, wasemaji msiwaamini sana kwa sababu ni wanafi. Huyu alikamwe alisemaje? Alikamwe alisemaje? tunasajili kocha mwenye viwango, kocha mdogo, mwisho wa picha kocha faje kafukuzwa. Kwa hiyo Wanayanga wenzangu, kama mpo, wasemaji wapo kwa maslahi yao, hiyo muamini ila Yanga ya sasa hivi kiu kweli kabisa, ni timu bora sema. Kocha alikuwa na mbinu, ndio iko hivyo. yani yani, mmetaka ndio, amkutaka ndio, tumemtimiwa. Kwa sababu kuna uwezekano kesho, kuna mwezi wa 12 utaona simba wakatutia aibu. Tumemfukuza kwa ajili yenu nyinyi. Simba Sports hataki tufunge na yeye, tumemfukuza kwa ajili. Ilikuwa aibu, fedha kwa ndugu zetu, kwa watani zetu. Sasa sasa, isingekuwa aibu sasa Malizia eh. Simba ina goli tatu, Azamu ina goli mbili, Singida ina moja moja eh. Tunataka tuwahakikishie sisi, tutakuwa na goli tano. Yani wakikanyaga uwanjani kwetu tunawapiga goli tano wee eh. Ulikuwa unataka kuaidi nini? Hebu sema kwanza, sema ah, wewe kwa sababu una vitu vizuri wanaviandaa eh. Oh, yeah. Mimi nimesema hivyo, wewe sasa unabisha mimi mwenyewe ndo zaidi yani, mara mbili hivi. Sasa wewe unatakiwa useme bwana, ukishinda goli tano, mimi nakupa na na na na kitu fulani yeah. <coughs> <coughs> eh bwana, mimi nasemaje, nashinda goli tano unanipa nini nikishinda Bana jamaa atanipa kitu chochote. Mimi nasema hivi kama nilipojitambulisha, nasema hivi kwamba Yanga ushindi ataupata Yanga, laba ni moja tu, lakini Yanga moja moja, penati Yanga kangoka, basi mimi nausema hivyo, Yanga apate ushindi wote, ashinde goli tano tatu, gamu Christopher Maria lateral ya Burundi.

Nichukue nini? Sema ndo nitake nini hapo kwako? Hapa watani, ngoja hapa watani, sawa. Hapa watani sports, tokea wazee zetu, sio sisi tu, tokea wazee zetu. Hapa ni watani sports, sio mchezo huu ambao unacheza sasa hivi. Hapa watu walikuwa wanacheza sheshe hapa, sasa hivi hakuna sheshe. Ndio mchezo gani sheshe? Mchezo fulani hivi ambao yani bao pale ndio waliokuwa wazee zetu walikuwa wanapigia hiyo. Na utani wetu ulikuwa ndio hivyo Simba na Yanga hivi hivi wa kunishishana mpaka hapo. Na ilikuwa zamani Simba, Simba ikifungwa Yanga wananunulia watu wa Simba vitu. Huyu anaweza akanunuliwa si kawa, yeah. Anapewa kawa, anapewa anapewa ndizi, anapewa achanganye wale. Sasa sasa tufanye nyinyi ndio watani, sababu ninalibeba jazi la wazee. Huyu ana jazi la wazee. Wewe unataka kufukuzwa kwa sababu unanitia mashaka. Wewe unataka kunipa nini? Nimesema chochote. Unaona

Hapa tuone kwanza mechi yenyewe, mnaangalizaga wapi? mnaje kuangalia hapa. Ndo ka hapa basi, mimi nakuja hapa. Eh, karibu sana. Mimi mimi mimi Jumamosi Kwamba Huku tena kuna wapangisha vyumba. Mtu kaisha. Kina tiles. Kina tiles. Gypsum. Kila kitu kipo. Cha hamsini, cha hamsini cha shingapi? Cha hamsini kwa. Iko cha shingapi? Yo yo yo yo. Chari ni raha. Huku tunajadili mpira. Halafu huku mtu anaumizwa wa hali. Watu wapo kazini. Jua askari sasa hivi. Unapelekwa bondeni mwondeni uelewi. Uwe, tupo tumekuwa vizuri kwa nafasi tuliokuwa nayo kwa virabu vyote vinne kupata nafasi ya kushiriki ah, ah, Champion. Champion League au sio, hmm. Unafikiri nini kimepelekea mpaka hivi virabu vimepata hizi nafasi, ni uwekezaji nguvu ni kitu gani au juhudi ni wawekezaji, wawekezaji sahivi, serikali na huyu Akaria anafanya hey, vizuri sana apoe maua yake, na pia mheshimiwa Rais naye changamoto zake anazitupa, anapa hamasa wachezaji mbalimbali hey, na Watanzania pia wameamka wote hey. Zamani ukenda viwanjani wa, amna watu, sahivi watu wamejazana. Kwa hiyo hamasa na mishahara mikubwa ya wawekezaji kama akina GSM akina MO na watu wengine, wakipatikana wawekezaji wengine zaidi hapo basi tunafanya vizuri sana ya, ya eh, uwekezaji kuwa na, so, ma na, na, na matawi mengi zaidi yeah, na wachezaji wengi kutoka nje aaawao kutoka nje na Watanzania wakichanganyika tunapata kitu kizuri. Basi ni hivyo tu, jipe maua yetu. Tumetisha hela zinawekwa. Hey, watu wanaweka hela. Mpira biashara sasa hivi, sahivi bila pesa, bila pesa. So, tofauti na zamani ndio basi, hivi tuna uwezo wa kusajili wachezaji wa kwenda wazuri mm. Wachezaji ambao sasa hivi kwa asilimia kubwa tulikuwa nao wanacheza vilabu vya timu zao za taifa, si ndio bana? Sasa eh, wanachangia nyewe wachache. Unajua draft nao pia linahitaji akili nyingi, Anam. Hamna mchezo mbao unahitaji akili nyingi baba. Najua tatoka wapi? Goli gori ialo tunatoboa tunaenda. Ngoja ulize swali, uliza langu naona turudi kwenye jezi Kwanini wenzetu amemtwajie GSM akiweka nia? Nia maanayake nini? si maana ake ni kutia nia. Nia wametia nia, nawpata nia na nia imepatikana. Nia ni kampuni ya kutengeneza zilepedi za wanawake? una uhakika wewe utafungwa? una uhakika hcho kwanza? Eh? Kama ni Mwislamu na hujui nia, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kitu nilichogundua bwana sì, Diona, mente.. kitu nilichogundua kitu nilichogundua, furaha ni kupokezana furaha ni kupokezana. Nilikuja hapa nilikuja hapa hapa, nilikutana na wanayanga kibao wanaongea Yanga wanayanga hawana nguvu hata kuongea. Kwa hiyo ni goli hili moja, kuna swali lingine, eti wanayanga ni goli hili ni moja au kila kitu, wewe mueleweshe, nia ni nini? Eh bwana, mimi mimi mimi bwana na nafunga mjadala, mimi nafunga mjadala Wakristo wa dini eh eh Hebu tufunge mjadala. Shukrani sana. No, no, yapu, wadau, wadau. Yeah. Shukrani sana wanachama, mashabiki, au sio bwana? Tukutane jumamosi mosi na game na iangalizia hapa hapa Jumamosi, yeah, Jumamosi. Yeah. Na na nitakuwepo hapa hapa, yeah. yeah, na <tomana> eh, yeah. <tomana> tutajua mbivu na yeah. mbichi Apa? Nani anaondoka, nani anabaki? Yeah. hapa hapa mjini. Mimi naitwa, hii ni Metro Media TZ. tumekutana na wachambuzi mtaani kwetu na hayo mnayosikia ndio maoni yao na no mawazo yao kwa timu zao. Kwa hiyo tukutane jumamosi hapa hapa nitakuwepo inshallah, Amina. You are watching Metro Media TZ. usisahau kusubscribe, comment na kulike.